Habari za saizi, natumaini ni mzima wa afya. Kwa majina naitwa Joseph Timostandika, ni architect au msanifu na mbunifu majengo. Karibu kwenye video yetu ya pili, ambayo hii video nitatoa ushauri au consultation kulingana na idadi ya vyumba vyumba ukilinganisha na familia inayotakiwa kuishi kwenye hiyo nyumba kivipi? Kwamba watu wengi huwa wanatamani wapate nyumba ya vi, vyumba vitatu, wengine wanatamani nyumba ya vi, vyumba vinne, wengine wanatamani nyumba ya vi, vyumba viwili, lakini hawajui kwamba wanatakiwa nyumba ya vi, vyumba vingapi. Kwa sababu unaweza ukawa unatamani nyumba ya vi, vyumba viwili lakini unatakiwa uwe na nyumba ya vyumba vitatu. Unaweza ukawa unatamani nyumba ya vyumba vitatu, lakini unatakiwa kuwa na nyumba ya vyumba vinne. Kwa hiyo huu ushauri unatoa brief, unatoa summary ya ni mtu gani anatakiwa nyumba ya ukubwa gani. Kwa hiyo nadhani mpaka tutaongelea nyumba tu za kawaida ya chumba kimoja, vyumba viwili, vyumba vitatu na vyumba vinne, halafu baadaye tunaweza tukaenda zaidi. Nyumba ya chumba kimoja ni kama hii ambayo iko mbele yetu. Tunaona nyumba ina sebule, ina jiko, ina choo, ina chumba pamoja na sto: jiko, sebule, chumba, choo na sto. Kuna, kuna mifano mingi hii. Huu ni mfano wa kwanza, lakini unakuta kuna nyumba tena kama hiyo Chumba, jiko, sebule pamoja na choo. Sasa hii haina haina store, kwa hiyo hii ni nyumba ya mtu ambaye anaanza maisha, ni nyumba ya mtu ameanza maisha, ni nyumba ambayo eh, mtu ameoa au ameolewa, wako wawili, mtu yupo yeye na mume wake na kwa kuanza maisha hii nyumba inafaa, ni nzuri. Inafaa kwa sababu at the end of the day, kama unavyoona kila kitu kinaingiliana: choo, chumba, sebule, jiko, vyote vinaingiliana, viko sehemu moja. Kwa hiyo ni nzuri sana kwa watu ambao wameanza maisha, ni nzuri kwa watu ambao ndo wanapata mtoto wao wa kwanza, ni nzuri kwa mtu ambaye anaanza kulea mtoto wake wa kwa kwanza. Hii nyumba ni nzuri sana lakini familia ikikuwa tu, hii nyumba ifai. Ukiwa na, na, na mdada wa kusaidia kazi nyumbani, hii nyumba ifai. Ukiwa na wageni sana, hii nyumba ifai. Ukiwa na watoto wameanza kukua, hii nyumba ifai. Nyumba inatakiwa mtu anayeanza maisha, inatakiwa wanandoa ambayo wameoana hivi karibuni, inaonyesha yani, ni manageable mnavyoishi wawili ndani ya hii nyumba mtu na mke wake ambao mmeanza maisha ni manageable movement inakuwa rahisi ni nyumba inafaa lakini familia ikikua haifai tena kwa hiyo nyumba ya chumba kimoja ni nyumba ya mtu anayeanza maisha ni nzuri sana kwa mtu anayeanza maisha ni nzuri sana kwa watu waliotoka kuoana kwa sababu nyumba ikiwa kubwa sana nayo kwa watu ambao mmeoana na mpo wawili tu ina challenge zake Sisemi kwamba msiwe na nyumba kubwa, lakini ina challenge zake. Kwa hiyo tuingie kwenye nyumba ya vyumba viwili, nayo tuiangalie. Hii ni nyumba ya vyumba viwili, tunaona chumba cha kwanza hicho hapo, chumba cha pili hicho hapo. Sasa nyumba ya vyumba viwili inategemea, inaweza ikawa vyumba vyote ni self contained, yani vinajitegemea, vina choo ndani kama hiyo unayoiona na kuna choo cha public au inaweza ikawa hakuna vyoo, mna shea kimoja, au inaweza ikawa master ina choo, lakini huyu mwingine anashea. Kwa hiyo hii hapa ni, unaona kila chumba inachoo chake. Sasa zote zina zina uzuri wake na ubaya wake, lakini hii ni nyumba ya mtu ambaye ameanza maisha na ana familia ndogo. Kama unavyoona hapa, chumba kimoja kina shea choo, chumba kingine kina choo chake, kuna sehemu ya kufulia nguo, kuna sebule, kuna jiko, kuna kasehemu ka kula chakula standard. Kwa hiyo hii nyumba haitakiwi familia kubwa, ni nyumba ambayo inatakiwa inataka familia ndogo, una mtoto mdogo, una mtoto mdogo wa kike kuna mdada anayekusaidia kazi nyumbani, hii nyumba inakufaa. Ni watu wanne, watu watano, ukiwa labda na watoto wa kike tu, lakini ukiwa na watoto wa jinsia tofauti nyumba inaanza kuwa challenge. Ukiwa na mtoto wa kike na wa kiume, kama unavyoona hapo, nyumba inakuwa challenge kwa sababu hawawezi watoto wa jinsia mbili tofauti kukaa kwenye chumba kimoja kwa muda mrefu. Wise, ni wachanga lakini, kuhakikisha kuwa inaanza kuleta challenge, haitakiwi wakae chumba kimoja. Kwa hiyo tunaona hapa ni nyumba standard, ni nyumba nzuri unaweza kuanzia maisha, lakini hiyo ina limitations. Ina limitations. Kwa hiyo kama una mpango wa ku expand familia, wa kukuza familia, kama unapokea wageni mara kwa mara, hii nyumba ikufai. Kama wewe ni mtu wa kupokea wageni mara kwa mara, kama familia yako una uhakika haijaishia hapo, unaendelea kukuza, hii nyumba ifai. Na kama unajenga, ina maana unajenga tu sehemu ya kuanzia maisha, sehemu ya kukaa kwa mwaka mmoja, miaka miwili, and then unajipanga kujenga nyumba kubwa zaidi. Lakini kwa nini utoe hela kujenga vyumba viwili kama ikiwezekana, mtu kama una, una nia ya kujenga at least uanzie kwenye vyumba vitatu. At least anzia kwenye vyumba vitatu, anzia kwenye vyumba vitatu. Na maana yangu kusema hivyo, kama hapo tunaona hii ni nyumba ya vyumba vitatu. Nyumba ya vyumba vitatu ambao kuna master bedroom hiyo hapo, kuna chumba cha kwanza, chumba cha pili, kuna sebule, kuna jiko, kuna sehemu ya dining na vile vile kuna parking ya magari, kuna kibaraza cha nje cha nyuma, kuna kibaraza cha mbele, nyumba ambayo iko comfortable, nyumba ambayo ipo kubwa. Lakini nyumba ya vyumba vitatu ni nyumba ambayo unatakiwa utumie wewe na familia yako, ni nyumba ambayo unatakiwa uitumie wewe na watoto wako. Hii nyumba, nyumba ya vyumba vitatu, ni nyumba ambayo haifai hai kupokea wageni. Kama wewe ni mtoto wa kwanza kwenye familia, haikufai. Kama wewe ni binti kwenye, kwenye familia wewe ni wa kike wa kwanza, wadogo zako wanakukimbilia wewe, haifai. Kama kwenu wewe ndio uliyefanikiwa kuliko wenzako, kuna namna wanakutegemea haikufai. Kama umetoka kwenye, kwenye familia ambayo ina tabia ya watu kuwa wanatembeleana mara kwa mara, haifai. Kwa hiyo nyumba ya vyumba vitatu inaweza ikawa ni vyumba viko plain, mnashia choo. Kama unavyoona kuna vyumba viwili viko plain. Master na choo chake. Master ni lazima awe na choo chake kwenye nyumba ya vyumba vitatu. Narudia, master ni lazima awe na choo chake kwenye nyumba ya vyumba vitatu ni lazima Ukijenga nyumba ya vyumba vitatu master bedroom isipokuwa na choo chake, unajitesa bila sababu, kwa sababu gharama unayoiokoa ni ndogo sana, ni ndogo sana. Kama unaona hii ni nyumba kubwa sana, lakini nayo ni ya vyumba vitatu. Ni nyumba kubwa sana, ni ya vyumba vitatu. Chumba cha kwanza, chumba cha pili, master bedroom kubwa, nzuri iko comfortable, sebule, jiko, cho ni watu ambao wenye familia ambao mtu anakaa yeye na familia yake, hana mwingiliano wa wageni, nyumba hii ni perfect. Master iwe na choo, hiyo nairudia mara kwa mara kwa sababu huhitaji movement kubwa kutoka master bedroom. Master bedroom bedroom inatakiwa kidogo iwe na privacy kwa sababu ni nyumba ambayo watoto watakuwa kwenye hii nyumba. Mara nyingi watu huwa wanahisi wakijenga nyumba ya vyumba vitatu, wanahisi watakuwa na uwezo wa kujenga nyumba ya vyumba vinne baadaye, lakini wanajikuta wanaishia kwenye nyumba ya vyumba vitatu. Hata ukijitahidi vipi, unajikuta bado upo kwenye nyumba ya vyumba vitatu. Kwa hiyo watu wengi sana baadaye wanavunja, wanaongeza choo Masta, na ni lazima uvunje uongeze choo. Yaani hilo linalito kwepeka. Kwa hiyo badala ya kuja kuvunja baadaye, ni bora ujenge. Kwa sababu kipindi cha ujana watu wengi huwa wanajenga nyumba ya vyumba vitatu wakiamini baadaye watakuja kujenga nyumba kubwa zaidi, lakini huwa inachukua muda mrefu, inaweza ikachukua hata miaka ishirini. Inaweza ikachukua hata miaka thelathini ndio ukaja kujenga nyumba kubwa kuliko hii. Huwa inakuwa hivyo kwa sababu ukishajenga unaanza kuwa na priorities zingine, unaanza kuwa na mambo mengine. Kwa hiyo ni lazima iwe na choo chake. Kwa ajili ya movement, watoto huwa wanakuwa kwenye hii nyumba, wanahitaji wawe na movement zao, na wazazi wawe na movement zao. Or else kama mtu unaweza unajenga nyumba ya vyumba vinne, ambayo nyumba ya vyumba vinne kama tunavyoona, kuna hii nyumba hapa, master imejitenga kabisa kwa pembeni, master bedroom ambayo ina kila kitu, ina sebule yake, ina choo chake, ina dressing room. Almost ina kila kitu, na kuna vyumba vitatu. Kuna vyumba vitatu, vyumba viwili vina choo, vipo self-contained. Lakini chumba kimoja kinatumia public toilet, ambayo sio mbaya nayo ni nzuri. Chumba kimoja kutumia choo cha public sio mbaya. Kama ukiweza, kila chumba kiwe na choo chake. Kama imeshindikana, at least chumba kimoja kinatakiwa kiwe na choo. Master iwe na choo, ni lazima master iwe na choo, lakini at least chumba kimoja kiwe na choo, kwa sababu hii nyumba unaweza kumpokea mgeni yoyote, hata awe ni mgeni wa heshima, lakini huyo mgeni hawezi kuanza kupishana na watoto kwenda bafuni anatakiwa amalize haja zake huko huko. Narudia na nyumba ya vyumba vinne kama unavyoona, kama imeshindikana kabisa, master iwe na choo chake na chumba kingine kimoja kinatakiwa kiwe na choo chake, kwa sababu utapokea wageni wa maana, utapokea wazazi ambao wanakuja kukaa muda mrefu. Maana nyumba ya vyumba vinne ni nyumba ambayo utakuwa nayo mpaka unazeeka. Ni nyumba ambayo wazazi wako watazeeka, watakuwa wanaumwa, watakuja ku, watakuja kuuguzwa nyumbani. Ni nyumba ambayo ndugu zako watapata matatizo, watakuja kuuguzwa. Ni vitu ambavyo haviko peki moja kwa moja. Kama unaweza kujenga tu nyumba kubwa, unajenga nyumba kubwa, kuna vitu haviko peki na hata familia yako, watoto wako wataishi comfortable, watajiachia Kutakuwa na movement kutakuwa na circulation kubwa. Kwa hiyo ni vyumba vinne ndo number one recommended do, yani ndo tunashauri sana sana sana watu wajenge nyumba za vyumba vinne. Imeshindikana kabisa, nyumba, vyumba vitatu, lakini sana sana vyumba vinne. Na kwenye hivyo vyumba vinne, master iwe na choo na chumba kingine kimoja kiwe na choo kama hapo unavyoona. Kwa hiyo kwa to summarize ni kwamba nyumba ya chumba kimoja mtu anayeanza maisha ambaye hana familia au ana familia ndo imeanza mtoto mchanga. Nyumba ya vyumba viwili ni mtu ambaye ana familia ya watoto wadogo au wa jinsia moja. Nyumba ya vyumba vitatu ni mtu ambaye hapana ugeni mwingi, sio ya first born, sio ya wale watoto wa kwanza, sio ya watu ambao wamefanikiwa kwenye ukoo ni ya watu ambao hawana mambo mengi. Nyumba ya vyumba vinne ni nyumba ambayo unaweza ukapokea wageni na watoto wako wakaishi comfortable. Ni kukumbusha kitu kimoja, mtoto anatakiwa akae comfortable. Usijifikirie wewe ukasahau kumfikiria mtoto. Watu wengi wanafanya hilo kosa. Mtoto lazima alirelax, lazima awe comfortable kwenye nyumba ya baba yake au nyumba ya mama yake ina mjenga kiakili, ina mjenga kimwili. Tukutane tena kwenye video nyingine. Naitwa Joseph Tandika and hopefully umeelewa. Hopefully next time utatafuta mtaalamu ili akushauri, kutokana na familia yako unahitaji nyumba aina gani? Thank you for watching, see you next time.